Video has finally become out to apologize to the nation. Let us listen to her story with understanding. No judgment, guys. Everyone deserves the second chance. Guys, let us listen to this mother. Let us forgive this mother. It is not her fault. It is a man who decided to post her nakedness tuned. Mama mwenye nasikia habari yake ati kuna vindu sinaelea. Naona hivi kuandesea hizi vitu ndi ivitu saa hivi, mimi nilindanganya na msisa na mwingine akaniambia kuja, nikuonyesa vinu utafanya upate vwana. Akaniambia mimi nafanyanga huo naona hata sitokangi kwa nyumba nakula, nakunyo, na kula na kunywa na lipa rent. Akaniambia sasa, kuja nikuonyesha vile utafanya. Akaenda akanionyesha vile tunaingia internet. Akaniambia sasa, utapata ma, utapata mtu wa kukusaidia, utapata mwanaume wa kukusaidia. Sasa, kuingia mimi sikuwa najua kama huyu ni mwisi. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa na kaniuliza niko na watoto wangapi, nikamwambia niko na watoto wangu wanne na wadada yangu watatu Kaniambia sasa niko tayari kukuoa, bora kama utatii sheria zangu, ama mm -hmm. uki- ukinisikiza uki mi kama bwana yako. Nikamwambia ni sawa. Bila mimi sasa, tukaendelea akaniambia sasa wewe utafanya hivi uta, utanitumia vindio zako utatengeneza uta, vitu nitumie then nitakusaidia na pesa yenye nitakupea elfu strem Nikamwambia hapana, hiki kitu ni ngumu kwangu. Akaniambia kwanza, hebu ya nikutumie yangu, akanitumia kunitumia yake nini, nikaona sasa juu hiyo wakati nilikuwa nahitaji fee ya watoto wangu wakubwa juu ni miaka saba sasa imepita na u, u, watoto wangu au wanadada wanadada yangu na wangu walikuwa form 2 sasa, walikuwa walikuwa nahitaji fee, nikasema sasa tu nitajaribu nitafanya hizo video nimtumie. Nikatengeneza hizo video, akanitumia elfu ishirini. Sasa hii elfu ishirini ikawa kama pigo kwangu. Alikuwa tu ananiambia hivi, we, hebu niwekea elfu mbili hapo, usiponiwekea nitakuanika. Sasa mimi sikuwa najua kama huyu mtu ako ah, serious na nini Njua aliniambia siko Kenya, sia, kia, siku, sia, anamjua, lakini alinitumia pesa sasa, vyenye alikuwa anani- ananisumbua na simu mimi simu yangu, hata nikaona sasa, ndio ni kama nilifanya makosa kumkubali awe kama rafiki yangu ama bwana yangu. Ndio hata kama alinipea ile wakati ya elfu ishirini amenitisa, ame, yote tena, na akiniambia nitumie elfu moja nitumie elfu mbili nitumie mia tano niwekea credit, mpaka mimi mwenyewe na sindwa. Sasa mimi nikaona eh huyu mtu amekuwa ananisumbua, nika, nika mpaka nika change line ya simu. Sasa hizi siku yangu na hiyo line. Sasa hizo video ni za kitambo. Wa Kenya, naomba kama ikawezekana tu mnisamee. Na hata watoto wangu naomba wanisamee juu ni watoto wakubwa, na watoto wote naomba msamaha. Mwenye aliona ako na hiyo video, tafadhali namuomba kwa hisani yake, tafadhali afute tu, na sitarudia hiyo kitu tena. Huyu msichana mwenye anaitwa Ambuna Tabika wakaniokolea wakanitoa huko Meru, nilikuwa karibu niuliwe na mofu, sababu sikuwa najua ni nini kinanifanya niuliwe. Mimi ni mama, sitaingia hii injambo tena. Mimi ni nyanya, kuna watoto, mtoto wangu ako na mtoto, mpaka naona aibu sana hata kuendesha hii kitu mbele ya watu njuu. Naomba tu na msamee Naomba tu tafadhali mnisamee. Sitarudia hii njambo tena. Naomba serikali tafadhali mnisamee na mnisaidie venye mtaweza. Hii msiba kwangu ni sito. Si, sina nguvu, sina uwezo, sina yoyote wa kunisaidia hata kwa fani. Sina mtu wa kunisaidia iko peke yangu. Bwana yangu tulikoshana. Na mwenye anataka tu kunisaidia, anisaidie nje usina la kufanya. Siwezi rudi huko Meru tena. Nitarudi Meru kufanya nini tena na watu walikuja kama mia mbili kutaka kuniua. Waliharibu vitu yangu mpaka kwa ploti, nilifungiwa nyumba nikafukuzwa. Nilikuwa tuma ke Mungu wa Kenya, tafadhali naomba, naomba tu, naomba unisamehe tafadhali. Naomba tu unisamehe, naomba tu, hakika kama itawezekana mnisamehe na mnisaidie mtaweza nini na Mungu hata wabariki. Sina lingine la kufanya, nini tu langu nikuomba ni msamaha kwa Wakenya wenzangu. Kwa wamama nimewakosea kweli, kwa watoto pia nimewakosea. Hata naomba msamaha kwa watoto wangu akili yenye nime hii kitu inaniuma sana. Tafadhali ah, twa Wambui Wanjiria, na ningependa hii apology ifikie watu wengi, kwa sababu mama ameamua ku apologize ndio pia apone. Na ningependa hii video ifikie Mosiria Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa mazingira, Chief Officer, mwenye anasimama na wamama wote, ambaye nimeona kwamba he is the first kukuwa anasimama na wamama na kukashifu kitu ambacho kimekuwa kikifanyika ama wamama ambao wamekuwa wakifanyiwa vitendo kama ambavyo mama wetu hapa Purity amefanyiwa. Ninashukuru sana na ninaomba kwamba mnisaidie tu hii video ifikie ifikie Joffy Musili tafadhali, ikikufikia tafadhali Jofi Musiria ifikie na iende worldwide kwa sababu hii apology tunataka ifikie watu wengi. M, mimi nilirescue Purity, mama Purity ni mimi nilimrescue kutoka Meru ambapo alikuwa anataka kuuliwa na watu akaseviwa na polisi, na baadaye polisi wakampeleka mafichoni ambapo tulipomtoa pamoja na rafiki na pamoja na mama rafiki yangu ambaye hatujuani, lakini ni rafiki wa online na anaitwa Tabitha. Mungu akubariki sana Tabitha, na tunaomba kwamba ukipata hii video, pata tu nafasi kwa roho yako usamehe huyu mama. Huyu ni mama, huyu ni shosho ya watu, this is a grandmother to people, na huyu ni bado ni mother in law wa wa mtu Tafadhali nawaomba, kama wewe ni mama please kindly delete that video. Kama wewe ni baba ambaye huwezi taka kuona vitu kama hivyo vikifanyikia mama ya watoto wako ama mama yako, tafadhali delete hiyo video na find it in your heart to forgive this woman, find it in your heart. Ame, ame apologize, she is very remorseful, ndio pia apate amani, aweze kulea watoto wake. Uh, Purity hapa mam alidanganywa, kama vile mtu yeyote huko nje alidanganywa akadanganywa kwamba akiingia kwa internet atasaidika na atakaa maisha mzuri. Uh, na yeyote ambaye anaweza taka ku reach out to our mom, Purity. Purity needs counseling and need a lot of therapy. Uh, ana need usaidizi. Any organization or person mwenye anaweza kuwa ako interested, uh, kusaidia Purity atoke kwa hii hali ambayo ako, tafadhali you can reach out to me. I will help you do that. And my number is 0729228267. 0729228267. Thank you.